Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao wanajihusisha na matukio ya unyenyesaji wa kijinsia. Mmoja anaitwa Yasin Said Seif mwenye umri miaka kumi na nne huyu ni mkazi wa Paje ambaye anatuhumiwa kumwingilia mtoto mdogo mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu, tukio hilo lilitokea tarehe kumi na tano Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano majira ya saa saba za mchana huko eneo la Paje katika wilaya ya Kusini Unguja mkoa wa Kusini. Tumia pili anaitwa Nyambo Suleiman Luponya ana umri wa miaka 18 yeye ni mkazi wa Kiboje katika wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, ambaye yeye anatuhumiwa kwa kosa la kumwingilia mapumbaka mtoto E, wa kike mwenye umri wa miaka tisa na katika tukio hilo ambalo lilitokea tarehe ishirini e, na nne mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, katika haya maeneo ya Kiboje Kinooni wilaya ya Kati mtuhumiwa aliweza kumfanyia ukatili huo huyo binti mdogo, lakini jeshi la polisi limekusha kumtia mbaroni kwa kushirikiana na vikundi na vya ulinzi shirikishi vya eneo la Kiboje. Watuhumiwa hawa wawili ndio wataja watafikishwa mahakamani pindi upelelezi wao wa awali utakapokuwa umekamilika.